Hivi unajua watu wengi hapo kanisani wanajiona hawatendi dhambi lakini asilimia kubwa wanasupport dhambi kufanyika. Ngoja nikupe kisa kimoja. Nimewahi mahi kuitwa kwenye huduma kanisa moja hivi kulikuwa na kongamano la kama wiki nzima hivi. Kwa mimi nikaepo pale wiki nzima kwa ajili ya huduma ya mziki kupiga gitaa kwenye ile kongamano. Lakini siku moja wakati tumemaliza ibada tukatoka nje ili kula chakula. Wakati tunapata chakula, nilikuwa na mtumishi mmoja ni kiongozi tu mkubwa kwa lile kanisa. Wakati tunakula akamwona binti moja anapita pale, mrembo tu ni mrembo kwa kweli, alikuwa mrembo. Akawa namtazama, nikamwambia mbona anamtazama sana huyo binti? Akasema nimemwona huyo binti nikakumbuka enzi za ujana wangu. Akaniambia Elia, enzi za ujana wangu mimi nilikuwa mzinzi sana, nimetembea na mabinti wengi sana wa kila aina na kila kabila, kila rangi. Nikasema oh, nikasema. Akaniambia ndio. Nikamwambia kwa nini unamtazama hivyo tena, bado unamtamani? Akaniambia hapana, nimemwangalia lakini nika nikawaza nimetembea na mabinti wengi sana lakini sijawahi kubahatika kulala na mzungu, binti ya kizungu, yani mzungu. Nikamwambia okay, kwa hiyo hapo, hiyo bado inakuumiza yani, kwa kuto kulala na binti ya kizungu inakuumiza? Akasema da, inaniuma sana lakini naamini mtoto wangu mimi atafanikiwa kulala na binti wa kizungu. Nikasema eh, Yaani wewe umeokoka, bado unayo mawazo tena ya kusapoti dhambi. Maanake una unatamani mtoto wako aje siku moja alale na mtoto wa kizungu. Akasema ndiyo, akasema hivi, kwani umeokoka? Nikajifunza kitu, nikajifunza <coughs> nika kitu, nikasema, kumbe unaweza ukawa kanisani lakini bado shetani amekamata ya mawazo yako, shetani amekamata ya moyo wako. Kwa anachofanya shetani, anaya control mawazo yako, namna ya kufikiri. Upo kanisani lakini haufikiri kwa habari ya Mungu, wewe unafikiri vitu viovu viovu viovu, na moyo wako hujambeba Mungu, umebeba vitu vya ovyo ovyo Unapoamua kuokoka basi, ruhusu na akili zako mawazo yako namna mitazamo yako iokoke, unapombeba Mungu. Unapoamua kuokoka ruhusu moyo wako uokoke, maana yake moyo wako umbebe Mungu, usibebe vitu vya ajabu. Unapoamua kuokoka ruhusu hisia zako zikamatwe na Roho Mtakatifu, uokoke. Na mimi nakuombea kuanzia leo, mawazo yako yakaokoke, moyo wako ukaokoke, hisia zako zikaokoke, mitazamo yako iokoke, fikra zako ziokoke, moyo wako uokoke ubadilishwe. Mruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani yako ili afanye moyo wako kuwa mpya, ili afanye mawazo yako kuwa mapya. Biblia nasema tazama, na hata mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yote yamepita, tazama, amekuwa kiumbe kipya. Na wewe ukafanyike kuwa mpya, yale ya kale yote yaliyokuwa yamejaa kwenye akili zako maovu, yaliyokuwa yamejaa kwenye moyo wako maovu, yakaokoke yakafanyike kuwa mapya kabisa, ukabadilishwe kupitia jina la Yesu Kristo, amen.